Nataka nimwangazie pia mhusika ambaye anaitwa Lonare, mwalimu. Ni, ni kwamba mm -hmm. Alikuwa kiongozi wa Waketwa na chama chake kilikuwa ni kile cha ushirika. Baadaye tunamuona akiwa kiongozi, lakini mwanzoni alikuwa tu ni mtu wa mtu wa kawaida, mfanyabiashara ambaye juhudi zake nyingi zilikwamizwa mm, na viongozi waliokuwa sukani. Kwa hivyo pia tunaambia kwamba alikuwa ni babake Lombo. Uh, mpinzani mkuu wa Lesulia, uh, uh. Na sifa zake ni kwamba alikuwa mwana mapinduzi kwa sababu japo alihatarisha maisha yake, lakini kutoku, kupitia kwake uh, tunaona kwamba uovu uh, ulikoma Matango, ardhi iliyokuwa ikichukuliwa iki, iki, iki, iki ilirejeshwa. Kwanza kuna lamani ya jengo kubwa ambalo nadhani ni chumba la kufanyia biashara baribari namani yenyewe imechorwa kwa ustadi mkubwa. Chini yake kuna maandishi yanayoashiria kwamba jengo hilo litakuwa katika eneo la Matango kupakana na mtaa wa Majengo, au sivyo ndivyo? Pili, kuna barua ambayo imetoka kwa Mtemi Lesulia. Barua hii alimwandikia afisa mkuu wa ardhi akimwelezea kwamba kipande hicho cha ardhi ni mali ya Nasia na Bwashu. Wizi mchana huu! hmm. Pia afisa huyo ahakikishe cheti cha kumiliki ardhi hiyo kimetolewa haraka iwezekanavyo kabla ya siku ya uchaguzi mkuu. Nakala ya barua hiyo imepewa Zagilu kwa majurisho makubwa. Ha, haya sasa, nimeelewa kwa nini Sihaba akawasili pale pale? Mtemi amekuwa akizunguka waketwa ili wahamishe kutoka makazi yao. Anataka kuhamisha ardhi walioipata kihalali. Anajua asipofanya hivyo kwenda akakosa ushahidi na kuwa kiongozi tena. Isitoshe, nafikie mtemi wa dhati Mzee Zakiru yupo hatarini kisiasa. Wenda akarabishwa sakafu wakati wa uteuzi wa wagombea viti. Kwanza kuna anayempenda hapa Matango. Mtemi Lesuri anafahamu kwamba waketwa ni wengi sehemu hii, hivyo anataka kutimbua amani na kuharibu makao yenu ili msabaratike. Mpango dhalimu, ninakuomba uishurutishe serikali kuwatendea wana Matango haki vile Hakimu alikata kesi kutokana na ushahidi uliowasilishwa. Waketwa na wale wote waliochomewa maskani yao wakashinda kesi. Isitoshe, serikali ilitakiwa kuwajengea watu nyumba zao upya kwa gharama yake. Haki ilipatikana. Kwa hivyo yeye ni mwanamapinduzi. Uh, pia yeye ni mwenye bidii, kwa sababu alifanya biashara ya usafiri kwa bidii na, na, na. na nidhamu. Japo alihangaishwa na polisi, lakini al, al, al, al, al, al, alitia bidii ni kweli. mm -hmm. Alikuwa pia ni mtetezi wa haki kwa sababu alifanya juhudi kuona kwamba watoto wake hasa watoto wa kike kutoka jamii ya Waketo wanasoma. mm -hmm. Unaposoma katika ukurasa wa hamsini na mwisho ni kwamba ni mkakamavu. mm -hmm. na ni mlezi mwema ingawa mkewe, mm -hmm. aliaga, aliwalea wanawe na anawapeleka ng'ambo kwenda kusomea kule. Uh, pia yeye ni karimu. Umuhimu wa, wa Lonare ni kwamba ametumika kuonyesha kwamba kuna wazalendo katika jamii ambao japo jamii itazorota uh, kinidhamu ki, ki mm -hmm. ama itakuwa na ule upujufu wa maadili, lakini bado kuna wahusika ambao wanasimama na kusema kwamba uh, haki itatendeka ama hawatajihusisha na maovu. mm -hmm. Na, jambo lingine ni kwamba mwandishi amemtumia kuonyesha kuwa licha ya changamoto zinazowakumba wanaotetea umma bado wana nafasi muhimu katika ujenzi wa jamii mpya. Mm-hmm. Kwa hivyo nchi ya Matuo inapotajwa, uh, ile jamii mpya ambayo tunakuja kuiona kule mwishoni katika sura ya tano, sura ya sita. ya sita. uh, Lonare ana nafasi katika jamii hiyo na atatajwa kwa, kwa kina namna ambavyo ana, anaweza kuleta mabadiliko na. umuhimu wake ni upi? ni kwamba anatumiwa kumulika udhaifu wa viongozi. Naam. hasa katika kuhakikisha wapinzani hawapati nafasi za kushinda nyadhifa muhimu. Vizuri. kwa hivyo uh, Lonare akiwa pale ni kwamba Lesulia hangekuwepo. Lesulia anaondoka uongozini. okay. sasa Lonare kuingia pale. hmm. pia ametumika kutuhusia umuhimu wa kuwa na matumaini na kutokufa moyo hadi mwisho. Kweli. hmm. awali tulisema kwamba alipitia maumivu alipigwa, alipatikana akiwa ameteswa, biashara zake kuhujumiwa, biashara zinahujumiwa, lakini bado ameyashikilia yale matumaini kwamba kutakuwa na mabadiliko, ipo siku, ipo siku. Mm. Na siku hiyo kwa kweli inafika.